Hapo ndio tunategemea. Kuna wakati huwa naangalia maisha yangu kutoka mwanzo, alafu ninaona nilifanya vizuri kuokoka. Huwa naangalia tu, najipima kutoka nyuma kiwa ka kijana kadogo, ninakuja hapo kwanza nikianza kupata ufahamu, napima pima naona Hai. Grupu nyingi ambazo nilikuwa nazo ziliondoka ghafla. Mimi nina survive kwa nini? Labda nina survive kwa sababu ya kile ninafanya. Mtu mmoja asema amina. Unajua, niliwaambia siku ingine kwamba kama mti hauna matunda, basi huo mti kulingana maandiko unatakana kukatwa maana unaharibu haribu rutuba ya ardhi inatumia muda bure. Mwenye kupanda alitegemea kuwe na matunda, lakini sasa kwa miaka mingi bali tulisoma pale kwa Kurusedi, miaka mitatu akienda akitafuta matunda hapati, akaambia mwenye kutunza, kata hii mti haina faida. Mwenye kutunza akasema nipatie kibali ya mwaka mmoja tu, niishughulikie, nitilie samadi, niipalilie apronit deni. Ikizaa mwaka huo basi tushukuru, lakini isipozaa unaweza kuikata. Sasa nikawaambia watu wa Mungu, tujitahidi tusije tukakatwa, maana sisi ndio huo mzabibu. Bwana ametuita kwa kusudi fulani nalo kusudi liweze e, kutimizwa maishani mwetu. Nataka niseme <clears throat> kitu moja. Jana nimeongea na Solomoni mkubwa na Solomoni akashangaa sana vile Rose alitufanya kwa madhabahu siku ile. Solomoni akashangaa sana na akapiga pole kwangu karibu kumi. Ah, Aposto pole ah, nilipomwambia Thursday Rose hakuja kuimba na tumemlipa Friday, akaja kuimba eh? Na Saturday akaimba dakika 20 akatoka na akapotea A Jamali piga nduru, aasema Aposto Pole kwanau, dada tena ameanza i mambo, akalalamika sana akasema, mimi nami siwezi wafanya hivo, mimi siwezi mwambie mtu Solomoni ni hawezi. hata kama ukiangalia kushoto kulia umuone, mwangalie mtu kwa macho, mwambie Solomoni hawezi fanya hivo mwambie mtu mwingine yule ameokoka Bwana. <laughs> hawezi fanya hiyo michezo, sababu pia hela alishakula. <laughs> hela ya kuja kusimama hapa, hata yeye pia tushampatia, tusham. Kwa hivyo Solomoni awezi, unaona, hata tulikuwa na yeye Mombasa, Solomoni unamwona mali kweli. <laughs> Solomoni awezi bwana, Solomoni awezi. <laughs> Akaniambia mimi baba, siwezi ile kitu inaweza nitatiza ni kufika vile nitafika, kwa sababu na mkutano mwingine asubuhi Kakamega. Sasa akaniuliza kutoka Kakamega mpaka Bumala, ikamwambia ni one hour thirty three minutes, lakini sana sanasana weka masaa mawili tu, sawa. Kasema basi, sasa nitajipanga: mtu wa Mungu, natakana kusimama za ngapi? nikasema saa kumi kamili, ile masaa nimekuja hapa, kama za hivi naongea hivi ni yeye ndiye anatakana au anaendelea kuimba. Amen. Amen. Sasa nikasema na utakujaja, akaniambia sasa fanya hivi. Hebu acha nipambane nione vile nitakuwa niki connect kwa sababu ya Kakamega. Ni conference ya asubuhi walisema inaisha saa sita, alafu huko nitakuwa namalizia, hiyo yenu ni revival ijioni. Sasa nimengoja mpaka saa hii sijamuona. <laughs> Mwangalia mtu mwingine, mwambia wachao wa wapi, wa Bumala <laughs> ngoja, sijamwona lakini sijampigia niliona ni nyamaze tu, atapambana apige mwenyewe alafu tujua amefika. Ya sitaki ku, kunini lakini moyo wangu haujakuwa na wasiwasi ati ati Solomon akuji ati, kwa sababu leo ndiyo anatakana kuanza hapa. Asifiwe Yesu. Sasa unajua, wengine mnakuja kutoka Mande mnafikiria kwamba labda hayuko. Aha. Yeye tulimwambia kutoka Tuesday kwa sababu kutoka Mande angelala kwa hoteli, wangeshika hiyo hiyo koti yake kwa sababu hatukuwa tumetoa pesa ya Mande na Tuesday pia na Wednesday. Na wale muliniahidi chakula, angekuwa anakaa njaa sababu chakula ili, iliisha huku na watu wa kanisa wapo. Hii si kanisa haina watu, hii ni kanisa ina watu. Chakula iliisha hata hapa kwa jikoni hapo, lakini kanisa lipo. Hata tukimaliza hapa mtaenda kutia ndani sio jioni, ugali zima nyama. Wangapi wanaenda kulala njaa wakitoka hapo? Hakuna. si unaona hakuna mkono. Hawa watu wenye watendakazi wanakuanga kwa hii hii nyumba alafu wanakulanga hapo. Wale washirika mko hapo na mnatoka hapo, mnaenda manyumbani mwenu. Baada ya hii ibada, nitawapatia kila mmoja aende na mmoja, kila mmoja aende na mmoja, kila mmoja aende na mmoja, waende wakule kwenu. yeah, yeah, yeah, waende wakule kwenu. Ukimaliza ibada, unaenda hapo unachukua mmoja, saini. Kuna wangapi? Tisa walibaki wangapi, wanaokula hapo 1 2 3 4 5 6 saa hii kuna sita hapo wanakula hapo, si ndio? Wewe ambao una nyumba umetayarisha, baada ya ukitoka hapa, ukitoka hapa unaenda kukula mchele na nini. Hiyo mchele hesabu mmoja wa hawa <laughs> ukitoka hapa unaenda kula nao, mm. na wapangia hapo, mnaenda nao kwani mi ndio nilifia hii hii hii, kanisa mi ndio nilifia hii kanisa. <laughs> si Yesu ndiye alikufa. natufanye <laughs> kazi pamoja Bwana. <laughs> Lakini eh, tuta, eh kuna wale wananeema kidogo, tutawatwika wawili wawili hata <laughs> watoto wangu walidansi vizuri kwa krusedi, wakafanya vizuri sana, na wamejitahidi sana watoto wa dansi lakini, <laughs> nilijitahidi nikawanunulia juice na biskuti. Kutoka hapo kumetulia, hakuna mtu amewahi show, hata wazazi wao kusema waje tuchange, tuchangechange shilingi kumi kumi wakunywe tena. Mbano wame jana wamejanga, wakachanga. Wapigie wazazi makofi. Haleluya! <laughs> wamefanya vizuri eh? Eh? Sindio wale vichwa ngumu wamebebwa na wale wameamini. <tuk> Eh, kuna wale vichwa ngumu, natoa ya nini? Akitaka cheza, asipotaka mimi. Hii ishirini nitoe, itaenda kununua omenani kule nyumbani. Kuna omena ishirini siku hizi haya ya. Mambo yameharibika, hata omena ya ishirini siku hizi hakuna eh? Kazi ya Bwana ifanye kwa moyo bila kusukumwa wala kubembelezwa, jamani. Kazi ya Bwana fanye kwa moyo bila kusukumwa wala kubembelezwa, jamani. Angalia mtu, mwambie acha mambo ya kusukumwa sukumwa, fanya kwa moyo kwa kujitolea.